Wema hapa. Wana... ni nianze kwa kukupa pole kwe kutokana na matokeo ya hii leo. Unauzungumziaje kwanza mchezo? mchezolote ah, leo tena namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rema nikiwa na afya njema tele Jumapili. Pili kwangu mimi kama kawaida lazima nishiriki chachi, namshukuru sana Mwenyezi Mungu, nimekuja kwenye game gemu mejasamuyo nimeangalia game, mchezo wa gemu, mchezo wa mpira na kufungwa kuna kushinda lakini kwa kifupi, timu yangu bado. Timu yangu leo imecheza kipindi cha kwanza, na alipoumia majebele yule alikuja kuchukua nafasi ya majebele, ikawanana. Alipotupa tulikuja kuifuatilia mechi yetu. Kwa kifupi, sikulizika na mpira tuliocheza. Mpira bado, yaani Simba naijua mimi Simba najua mimi na mpira unaochezwa vitu vili tofauti. Eh, mpira sio mzuri, mpira wa ajabu. Yaani ukiangalia asilimia kubwa wachezaji wanacheza kama hawana fitness, kama hawajala, yaani kwa kifupi, kama kuna uwezekano, kama kuna uwezekano ili dirisha dogo hawa tuliona leo wacheza chini ya kiwango wote tuwafatue tu, kila mtu aende kwa mama yake akafanye choi zake. Yaani kila mtu aende kwao, watuachie timu yetu, tuwe na wachezaji wenye kujituma. Wachezaji situnawaona wanaojituma, sisi situnaona wachezaji. Ujue sisi sio watoto wadogo, sisi sio watoto wadogo, tunaona timu inavyocheza. Wapo wachezaji wengine wanacheza, yani unaweza kuhisi labda kama kama wajala, yani hata sielewi, sielewi, yani wanacheza mpira, mpira ambao so Simba mpira huu tuchezi Simba. Mpira huu kabisa tuchezi. Mpira huu Simba inajua, mimi na mpira tunaocheza ni vitu viwili tofauti. Wengi wanacheza yani kama yani mtu mpira mwenzake ana mpira. Kwanza wanachosha wenzao. Unajua kuna chaji nyingine wanajituma, unaona kabisa wanapojituma. Sasa wengine wanatembea yani, wanatembea. Wanatembea tu. Dili cha dogo kama mtu unajiona kwamba una uwezo tena kutaka kutumikia Simba, Andika tu barua kwa uongozi hapa, dirisha dogo, tujue hata tumtafute nani ikiwezekana. Wengine wanacheza mpira yani, kwa kweli yani, wengi wanacheza mpira kama watoto wadogo eh? yani sielewi kitu gani kinachowasibu kwa kifupi, mwaka tumeanza vibaya. Yani mpira unaocheza wao hata waleza sisi, na mashabiki wa Yanga sisi ndio tumecheza mpira mkubwa, si mashabiki kuliko hao. Sisi mashabiki tumecheza mpira mkubwa wakujituma, wa kujituma sisi mashabiki kuliko hawa. Hata hata wale Simba kwini wale Simba kwini wanajituma sasa hivi kuliko hawa. Isinia isinia, wana shida gani hawa? Wanapewa kila kitu hiyo hicho wanachotufanyia kwa kweli wanatukosea wanatuumiza. Wanatuumiza leo amna yani tumecheza mpira kipindi cha kwanza. Kumia ile majabele kuingia ile nani kibu. Yani ndo yani usuli imeisha. <gulimisha> yani kwa kweli wanachotufanyia mimi nachoambia Mungu anaona. Hicho wanachotufanyia hicho Mungu anaona. Kama kwa makusudi, kama kwa maagizo ya mtu. Unajua mimi kuna kauli kip, moja aliongea kiongozi wetu mmoja kwamba timu wetu unapofanya vibaya wapo baadhi ya viongozi wanashangilia sasa. Mimi le kauli ujue, ujue mi nimekula mkate wasia na nimekula sembe ya kengele tatu na nimezaliwa Ocean Road. Wakubwa wetu wale viongozi wetu kule juu wakae sawasawa, hicho wanachotufanyia sio kizuri. Sajili si umeona, lakini kama usajili unaendelea, hao waliocheza leo chini ya kiwango, kama ndio mi ningekuwa kuwakamatia usajili wote, nawafatua kila mtu aende kwa mama yake. Akau Elia Mpanzu. Mpanzu kacheza vizuri mm, kipindi cha kwanza Mpanzu wote tumemuona, Mpanzu wote tumemuona kachangamuka kafanya vitu vyote mm, lakini baadaye, kipindi cha pili, ujue mwingine uwezi kaa unajituma, wengine wanafanya kukutegea wewe unajituma wote mikubwa. Mm. Watu tunakula mishahara mikubwa, wanalipwa dola, ujue wengine hao wageni wanalipwa nyingi mm, hicho wanatufanyia, kwa kifupi wanatukosea, wanatukosea bro. Kwanza mashabiki mimi wa Simba am tumejitokeza kwa wingi wingi mno, nawapongeza mashabiki wenzangu wote wa Simba Sports. Timu yetu tunaipenda na timu yetu hatuto isusa kwa sababu hii ndio timu yetu na ndio tunaipenda timu yetu. Hawa wachezaji ni wapita njia, anakuja leo, kesho yupo. Mimi upo. Ndio sisi mashabiki na ndio timu yetu ilipo tupo, tunaipenda timu yetu, isipokuwa wachezaji wa Simba Sports wanatukosea. kama hawataki kuchezea Simba Sports, muda bado upo dirisha dogo tarehe thelathini linaisha mm. siku bado zipo mm. kama unajiona Simba uitaki, achana na Simba, tulete mchezaji mwingine pale, aja tufanye kazi <tipanye mbindo> bado mapema mm. si mpaka tarehe thelathini pale, kama unawafatua unawafatua, unaleta wengine lote, inawezekana mm. hey. mm. utegeje mapya mm. ndo maana yake, lakini kama tutaendelea na wachezaji uchezaji wao huu, mm. labda aje Yesu ndo tuchukua ubingwa Okay. Umeonekana Derek, umemwona akacheza vizuri, ukimwangalia yule yule mtoto nangu. Yaani, kuna baadhi ya wachezaji unaona kabisa wanaipambania logo ya Simba, hey, wanaipambania Simba Sports, lakini wapo wengine wanacheza chini ya kiwango. Nasema hao waondoke, kwangu mimi binafsi hey. kwa sababu mimi jua tofauti natu, mchezaji namwona yuko kwenye pichi pale hey. sinamwona yuko kwenye pichi hey. we na goli, unakosa goli, sasa mimi nimlaumu nani? Hey.